Nishoka mesha na mimi nimetoka hapa kumwambia hili swala bwana, usikishana polisi bwana, utuzima huko ndo kwa polisi bwana kijinga. Haya, e, basi, haina tatizo kwa hilo swala, ndugu yangu limesha kwisha. Sawa baba, yani hilo swala limekwisha. Sawa baba, yani baba. Ila wakati mwingine kuwa mkweli mii mk ah, no. hmm. hmm. no. hmm. hmm. Ni mkweli, vifaa tu vilisumbua sumbua. Sasa hata kama kazi zinakuwa ni nyingi pale ofisini kwako inatakiwa umweke mtu ambaye atakuwa anatoa maneno mazuri kwa wateja wako. Basi nashukuru sana, na mi taongea naye. Nashukuru sana ila nawe jaribu kuwa makini sawa. Na biashara yako sawa bwana, nipende kazi yako sawa, sawa eh? Aya, mm, kama unafanya kazi ya jamii kuwa mwaminifu. Niko na ule mwenzangu ule Mwagama ule mwingine yule bwana ah, uko na Mwagama. Aya. Yule bwana ni msumbufu, basi haina tatizo. Mimi akija mzee hapa nitamweleza sawa, na na imani atanielewa. E, mimi nakutegemea wewe bwana, usipate shida haya, usipate msuko msuko. Haya, nashukuru bwana mgosi, karibu sana, nifanyie hili bwana kazi. Usijali, ondoa shaka. Haya. Mtoto mjinga huyu, waunataka kutegemewa kwenye matatizo kwenye laki mbili, mbona ukusema nikutegemee? <laughs> mtoto mwendawazimu huyu inamzungusha mzee wa watu, miaka miezi minne inaenda kutongoa watano. Huu utaenda polisi moja.

Unanichukuliaje mimi wewe? Bosa maani, mzee mimi kabati lako hapo mbona kabati hilo mm hilo -hmm. la wewe unanifanya mimi mtoto mdogo mm -hmm. makija mwingine, mwingine watano, sito, usho, eh, mm -hmm. na kuna wengine zaidi watano sita kabati a pa, kabati kabati kabati haya mzee, lile pale gani wewe wewe wewe wewe unauzia watu wangapi? kama kama namuona vile hey, hey. Na maneno maneno ya hivi hivi tu unamtoka nikasema pesa yangu umechukua laki mbili laki mbili mkagawana na wazako ndio sijajua kama mmegawana na nini. Lafu umeenda kuoa wewe, umepata kibinti kidogo dogo, ndio kinakufanya unakesha kule, unakuja unalala hapo, ndio hapo. Mimi mbana beba yule kama kilo 5 tu kwenye bega na nayo. Sasa natembea nayo ukuja napanga yule pale ungemshikia panga ungemtia upa hapo hapo, aa, angeelewa. Wewe ukampeleka polisi. Nimpeke polisi wapi? Akaniambia mzee, mimi nimeshaagiza polisi na vanishi ikija hapa na kuwekea rangi utabeba. Wapi ta na kuwekea wewe? Una mna mkabati? Mimi nimekuelekeza ile kabati, si la kwako wewe. Ile kabati la mjeshi, na kama unavyoona hapa nina lango nimeka nimeka. Hiyo hela nimetoka kuchoa ule mjeshi Nimeenda upe ile ya mjeshi. Ya mjeshi. Nimeenda kuchukua hela sasa hivi nimeitia kibindoni labda kuonyesha hela wewe. Si lazima unionyeshe. Lakini kabati langu lile. Kabati lako wapi la mjeshi lile? Mimi kajua yule atamchukua atampeleka polisi mpaka kabati lako utapolipata. Sasa wewe mwacha pale pale. Wewe una uhakika kabisa kama kabati la mjeshi lile. Ushafanya mtoto mdogo ujielewe, wewe mzee wangu, ushafanya mtoto mdogo ujielewe kweli? Eh?

utamfanyia hmm, vurugu hmm, utamwonesha. To kipindi kile, kumbe mwenzangu umeshafifia. Sijui umekunywa nini, ndugu yangu? Kipindi kile ulikuwa na nguvu za asili, ukimkamata mtu na mtikisa mara tatu anachagua kibega. We umeshinda kumbeba mtu kama yule, lakini mimi nitaenda polisi na mgambo na jeshi, wote nitanjia nayo hapo, nawe nitakubeba

Nimeenda kufuata kabati langu, naomba kabati langu hivyo? Hivyo kabati tulipeana hapa hela. Nasema tutaelewana hapa sasa hivi nimetoka za masjidi nataka nielekee nyumbani kule, kama sasa kutaka kabati taleke fisini sitaki kabati. Ninachotaka nataka pesa yangu. Ile kabati baki nao peleka nyumbani kwako, nataka pesa yangu. Ngoja nikuulize swali uulize moja swali. We tulikubalia tupe kabati. Naona siku zimeisha na kabati, oh. kabati lako lipo sema, kabati lako sha lilemba vizuri tubada kulitia vile vioo vile vya kuzunguka vile na vitasa vya benki vile. <laughs> benki vile kutengenezea vitasa vile weke hivi vinawaka vya i kabati Mpelekee mkeo sasa hivi, nataka pesa yangu kabati. Wewe tutamalizana hapa, tunaelewana hapa. miaka miezi miwili iliopita, kipindi kile livonipafeza mimi, nikakwambia kwamba tutabadilishana na kabati, nikakwambia kwamba nitaenda kununua matilio matilio, saizi shana matilio shanwa kila kitu Sina yani, fundi wa mi miezi miwili, miezi miwili, kwa hiyo hapa sina hela, nitakupaje fedha? n wewe fundi wewe ukanipa miezi miwili kutengeneza kabati, natengeneza miezi miwili. Hilo ni kabati? Asa miezi miwili michache hiyo. Kwa hiyo unaona ni midogo. Wakati mama mchaza e, e, e, e, e, e, e, na vumilia miezi tisa au miezi miwili ni Subidia. subidia Na wewe. Pesa zangu Wewe unaleta unatezalau kwenye hela yangu.

Vipi huko? Maana imekuwa ghafla, nilikuwa ndani imelala leo asubuhi. Kwani vipi? kwani nyinyi ofisi pale mmefunga ofisi? fisi akiafa, nilikuwa na umwa umwa, hapa niko nyumbani sasa hivi na siku ya pili sijafika pale. Kwani vipi? nilikuja pale jana asubuhi, nikija tena jioni, nikapita tena leo, sijaona mtu. Mpaka unakuja siku hizo zote, unafuatilia kitu gani wewe? Kumbe toka kipindi kile nilichokwambia majuzi hapo mpaka leo bado unaliza kabati lako kwamba mimi nafuata kabati pale, minasilisha kueleza Nishakueleza na nitaendelea kukueleza kuhusu ile kabati, yule kabati ule kijana, kwa sababu ninavyokueleza uwezi amini. Mpaka sasa hivi ule kijana hali yake si nzuri, sio kimaisha tu peke yake, hata kwenye ndoa yake, ndoa imekuwa ndoa ndoano, kila kishika ile analiacha na shika naliacha ile. Kila kishika huko anaacha na shika ile, basi shida tufu kwa hiyo unataka mimi nimsamehe? Ah, msamehe tu eh, wewe tia ubani, inshallah mwache Mungu. Mimi sisamehe, pesa yangu yote ni samehe. Na kama nasamehe, ujue inaondoka na mtu iyo. Kaa ukijua nikisamehe, ujue na namshtakia Mwenyezi Mungu na namwachia Mungu afanye, naomba dua, lakini mimi pesa yangu sisamehe. Mnisikia sana, mnakuelewa mm, nakuelewa sasa naomba unisaidie. Mi wewe? Mimi wewe? Mhm. Mm ankusaidia ah, ah, kwa uh, kipi mimi mtengeneze ile kabati Allah. Ukutengeneze kabati wewe. Mhm. mie ndio. Kivipi? Sikuelewa, tuelewane mimi na wewe tupatane.